Tunaingia katika sehemu ya nne ya simulizi yetu ya Israeli na Palestina na mgogoro wao. Je, ni wa kidini au wa kisiasa? Sasa hivi tutaenda katika uh, mbako, pale ambako tulipoishia tuliishia tuliishia pale ambapo himaya ya Romani imewatawala wale watu na kuwatesa sana na kubadili ile sehemu ikaitwa Siria Palestina, zikaunganishwa ardhi ya Palestina na ardhi za Israeli ikatengeneza eneo likaitwa Syria Palestina. Imaya ya Roma ikuja kulegalega, ikagawanyika pande mbili, kukatokea Imaya ya Roma Mashariki ambayo ilikuwa inaitwa Imaya ya Byzantine au Roma Mashariki. Hii imaya ya Byzantine ikatawala pale sasa. Hawa watu wakatawaliwa, hatimaye karne ya saba, Qurani ikaandikwa. Ilivyoandikwa, Waarabu nao wakaunda imaya. Wakaanza kueneza dini ya Kiislamu huko, wanachukua na maeneo kwa hiyo wakafika na maeneo ya pale. Kwa pale zikatawala imaa za Kiarabu kama imaa ya kina Umayyad, imaa ya kina Abbasid, imaa ya kina Rashidan zikatawala pale. Kwa hiyo wakatawaliwa watu na hatimaye, hizi imaa za Kiarabu zimeenda sehemu nyingi sana, zimesambaa huko mpaka Syria, zimeenda mpaka huko kwa Waturuki, huko kwa Wairani. Kwa hiyo Waturuki kule nao wakawa wampelekewa dini ya Kiislamu, wakaunda imaa ya Kiislamu iliyoitwa imaa ya Ottoman. Himaya ya Otomani iliingia pale mwaka elfu moja mia tano kumi na sita na ilipofika pale ikawatawala wale watu vizuri tu, na wakajenga vitu vingi sana vya ibada katika dini zao zote tatu, yani vitu muhimu ambavyo ni muhimu kwa dini zao zote tatu, kama makaburi ya kaburi la Ibrahimu au Abraham ambaye ni muhimu kwa dini ya Kikristo, dini ya Kiyahudi, dini ya Kiislamu na mtoto wake pamoja na mke wake Sara ambaye ni wakwao wote dini zote tatu. Kwa hiyo ikawa wote wanafurahia, na hima hii ya Kituruki ilipofika pale ilikuta tayari hizi dini zimeshasambazwa sambazwa, karne ya kwanza dini ya Judaism imesambazwa karne ya nne dini ya Kikristo imesambazwa na karne ya saba dini ya Kiislamu ikaenda ikasambazwa. Kwa hiyo na alipofika Ottoman aliwaacha watu wote wa abudu katika dini zao, ilimali tu walipi kodi. Kwa hiyo ndio maisha yakawa hivyo. Ottoman alitawala hapo mpaka ikafika mwaka ikafika mwaka elfu uh, moja mia tisa kumi na nne. Vita ya dunia ya kwanza ikaanza. Ilipoanza vita ya dunia ya kwanza, Ottoman alikuwa upande wa Wajerumani. Sasa kichokoo kimetokea hapo. Katika vita kuu ya kwanza ya dunia, Waarabu walikuwa wameshachoka kutawaliwa na himaya ya Kituruki. Ikumbukwa kwamba ile ni himaya iliyojitengeneza kidini Kiislamu, ikawa inawatawala Waarabu ambao wao walikuwa ndio waenezaji wenyewe. Kwa hiyo ikawa kinawauma kwamba sisi ndio waenezaji wenyewe wa dini, kwa nini nyie ndo muue sasa kama vinara wa kusimamia dini ya Kiislamu. Kwa hiyo hii ikawa imewauma Waarabu. Kwa, ime wa kwa hiyo, na kitu kingine, himaya ya Ottoman walivunja himaya ya kina Saudi. Hii himaya ya kina Saudi mnayoiona no, leo pale Saudi Arabia ilianzishwa zamani sana, miaka 1800. Kwao unaona na Muhammad bin Saudi, babu yao na babu mwanzilishi wa kwanza. Sasa himaya ya Ottoman ilivunja ile himaya kwa hiyo pia ikawauma wale watu wa pale wa Saudi asasa eneo lile la Hijaz ikawauma, hatimaye kufika vita kuu ya kwanza ya dunia Waarabu wakalagaiwa na Mwingereza. Mwingereza inasemekana akawaambia Waarabu kwamba nisaidieni kwa kupigana na Mturuki tumtoe katika haya maeneo yenu, alafu nitawaachieni muwe huru tukishamtoa. Waarabu wakaamini kwamba Mturuki akitoka wao watabaki kuwa huru, kwamba Mwingereza anawasaidia. Kumbe wasichokijua ni kwamba Mwingereza na Mfaransa tayari walishaingia mikataba kwamba tukimtoa Mturuki tugawane makoloni ya Mturuki. Waarabu walikuwa hawajui hilo. Kwa hiyo Waarabu wakaamini kwamba kuna mtu anaweza akawapigania katika ardhi, alafu akaondoka akawaachia hii ardhi. Kumbe wale ni watu wenye wanaotamani ardhi na eh, ambao wana makoloni kila sehemu duniani. Basi kweli Waarabu wakasimama upande wa Mwingereza wakampiga Mturuki ambaye wanafanana dini, Mwislamu mwenzao. Ilichekesha kidogo kwao, Waarabu wakasimama na Mkristo Mwingereza alafu wakaungana wakampiga Mwislamu mwenzao ambaye ni Mturuki. Hatimaye Mturuki akawa amepigwa kwenye vita kuu ya kwanza ya dunia, na hatimaye kweli yale makoloni akawa amemshinda, amepokonywa. Kwa hiyo rasmi yale makoloni ya Mturuki yakagawanywa kwa Mfaransa pamoja na Mwingereza, kitu kilichowauma sana Waarabu kwa sababu alijijua watakuwa huru, sasa wakageuka kuwa wanamkoloni wao ambao sasa ni mkoloni mpya ambaye ni mwingereza na Ufaransa. Kwa hiyo lile eneo la Palestina na Israel, kwa kuwa kama nilivyowaambia lilikuwa linaitwa sasa Syria Palestina, baadaye likaanza kipindi cha mturuki likawa linaitwa tu Palestina, lote linaitwa Palestina. Kwa hiyo na mwingereza naye alipolishika, yeye mwingereza ndo akatawala pale pakiwa panaitwa Palestina, pakiwa pana ardhi zilizounganishwa kutoka katika himaya ya Palestina ya zamani na himaya ya Israeli ya zamani, lakini jina la eneo lote likiwa linaitwa Palestina, ambapo sasa kuanzia hiyo mwaka 1918 likawa ni koloni la mwingereza. Wayahudi walipoona mwingereza akapashika pale, wakaanza kutaka kwenda wamia pale katika eneo lile sasa la Palestina, koloni la mwingereza, koloni jipya la mwingereza. Mwingereza alikuwa anaitaka koloni akae pale Palestina kwa sababu ilikuwa ni karibu na Egypt, ambako Egypt kule kuna mfereji wa Suez walikuwa ameujenga na Wafaransa. Kwa hiyo koloni la Palestina kwake ilikuwa la muhimu kwa sababu ilikuwa karibu na mfereji wa Suez, umeona, na alikuwa na makoloni sehemu nyingine mpaka kule India. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana kupamiliki pale ili aweze kuendelea kukontrol vizuri biashara zake za zna, ruti zake za biashara ambazo zinapita pale. Na sasa na kwenye mfereji wa Suez. Basi Waarabu sasa wakajikuta ndo huyo sasa wale wa Palestina wakajikuta sasa ndo mkoloni wao ndo huyo sasa Muingereza. Wayahudi walikuwa wametapakaa sasa kwenye mataifa mbalimbali ya Ulaya na wengine wako huku Afrika ambako wale wa Ulaya wakajikuta ni Wayahudi wazungu na huku Afrika kuna Wayahudi wa Afrika ambao ukiwapima DNA Wayahudi wa Afrika ni Wayahudi original. Ikaleza mpanganyiko mpaka sasa hivi. Sasa wale Wayahudi wazungu kule Ulaya walikuwa wameshaanza harakati za kutaka kurudi katika ardhi ya Palestina, ambapo sasa hiyo ardhi inaitwa Palestina. Walianza harakati na kikao chao cha kwanza walikifanya mwaka elfu moja mia nane tisini na saba pale Switzerland na mwanaharakati wao alikuwa anaitwa Theodor Herzl. Huyu Theodor Herzl ndio mwanaharakati aliyeanzisha harakati za kizayuni zionism. Alianzisha. Kwa hiyo wakaanzisha harakati kwamba tunataka tuunde taifa la Israeli upya. Wakawa wanafanya vikao, wanaomba uh, support kutoka kwa mataifa mbalimbali hivi na hivi japo wananyanyasika katika mataifa mbalimbali, lakini wakawa wanaomba support, hivi na hivi. Kwa hiyo hatimaye wakaanza kuamua sasa kwamba tutafuteni hela, wakatafuta hela, wakawa waka matajiri. Kinachofuata ni nini? Tuanze kununua ardhi katika ardhi ya Palestina. Kwa hiyo Wayahudi wakaanza kusapotiana, wakafungua organizations mbalimbali zilizokuwa zinasaidia Wayahudi wenzao ambao hawana kipato kununua ardhi Palestina, Palestina ikiwa koloni la Mwingereza. Mwingereza akaanza kuwabania, akawa hawataki. Mwingereza amewabania sana wale, wasiingie Palestina. Mwisho wa siku, Mwingereza akaanza kuwatafutia mbadala, akaona kwamba basi, kama mnataka kutengeneza nchi, twendeni niwapeleke Kenya, Wakakataa. kama mnataka kutengeneza nchi twendene niwapeleke Australia, mara New Zealand, yaani kwenye yale makoloni yake, lakini wale wakawa wanakataa. Mwisho siku wakawa wanasema tunapataka pale pale Palestina. Umeona, Uingereza akawa wanawakatalia kwa hiyo Mwingereza akaendelea kuwabania wao, wakawa wanaendelea waka kujitahidi kununua ardhi pale, wanahamia mmoja mmoja, wakifika pale wananunua mashamba wanalima, wanafungua biashara na wakawa wanapokelewa na wale wa Palestina kwa sababu wa Palestina wanaona hawa wamekuja wamenunua ardhi wanafanya biashara hivi. Lakini walivyokuwa wanajaa pale, wakaanza kutengeneza vikundi vikundi vya mambo ya kijeshi binafsi vikundi vya hivi, yani kama watu wanaoandaa nchi. Sasa wakaanza kujitengeneza wanajitengenezea sehemu yao, sijui mambo ya usalama, sijui wanajitengenezea a hospitali zao, wanajitengenezea hiki, umeona. Kwa hiyo hii kitu ikamuudhi Mwingereza, na Mwingereza sasa akawa anawabania kwelikweli, wasiingie katika koloni lake la Palestina. Lakini Mwingereza alienda hivyo, mwisho wa siku ilipofika Vita Kuu ya Pili ya Dunia akawa anawahitaji na, na sio hao tu, akawa anawahitaji sasa hao Wayahudi na anawahitaji na Waarabu wote ya anawahitaji na hapo. Palestina tayari kukawa wayahudi wengi wameshajaa, wameshanunua ardhi sana, na hii ndio kitu nafikiri, hata sisi baba yetu wa taifa ndo maana aliamua ardhi ya Tanzania isiwe inauzwa kwa wageni, ni hatari. Subscribe hapo chini ili sehemu ya mwisho ya tano ndapo irusha uwe wa kwanza kuipata ambapo tutamalizia simulizi hii ya historia ya Israel na Palestina na mgogoro wao, ili tujue kama ni wa kidini au wa kisiasa. Sahau kusubscribe hapo chini.